Ushauri wangu kwa rais. Na, narudia tena, yani hili la kuvamiwa ndilo ambalo ndipo tulipoangukia, lakini ipo sehemu ambayo tulijikwaa, umeelewa? Haya mambo yalikuwa yakiendelea hapa kwa muda mrefu sana. Kidogo yanawanyong'onyeza sana Watanzania. Yani, yani hizi tetesi tetesi, unategemea kama baba aseme kitu. Sasa baba hasemi kitu, amekaa kimya. Kidogo inaleta ukakasi, umeona? Na, na hata ukisema kwamba hizi tuhuma ambazo zimekuwa zikitajwa tajwa ni kama vile tuhuma za social media. lakini ukweli ni kwamba ziko tuhuma nyingine ambazo zilitokea zilianza kutokana na social media na bado watu wakareact mamlaka zikareact na zikafanya. Sasa kwa nini lisisiwe hili? Na mimi nikiwa kwenye redio mimi nimekuwa nikiuliza swali moja kwamba haya yote yanayosemwa huyu bwana ameshawahi wai kuthibitisha au kukanusha kuhusu swala la majina, kuhusu swala la vieti? Ameshawahi kusema chochote? Kwa sababu wanataka watu, watu, upepo ule usafishwe ili wajue watu waende mbele. Sasa kukaa kimya kwake kuna kuna mashaka. Kwa hiyo ushauri wangu nimezunguka, ushauri wangu kwa warais ni kwamba rais, kwa rais naye anapimwa kutokana na watu ambao watendaji wake ambao ndio mikono yake. Sasa mikono, ukiona mikono inalalamikiwa sana, ujue kuna, kuna tatizo, kwa sababu leo ukiingia kwenye social media, unajaribu kutafuta sehemu ambayo kuna utetezi, huupati utetezi. Unaona kila mtu kama vile anashambulia, na hawa sio watu kwamba wanayapenda wana madawa ya kulevya. Hapana watu wanapenda sana. Kama sisi tumechagua kitu kinachoitwa rule of law, utawala wa sheria, basi tufuate huo. Ndio maana utaona juzikati hapa vilitoka vichwa vya habari vya mkuu wa mkoa, anasema sitishwi wala sisimamishwi. Kini, hamna mtu aliokuambia usimame, kwa sababu wakati wewe haya yanaendelea, juzi tumeona Ridhiwani Kikwete aliitwa kwenda kuhojiwa na hakuitwa na, na mkuu wa mkoa maanake, ni kwamba utaratibu unaendelea, utaratibu unaotakiwa unaendelea. Kwa hiyo hamna, uh, mtu anamtisha mtu yoyote. Sasa ukiona mashaka mashaka kama haya, inabidi rais ujiulize mara mbili, huu uteuzi niliyofanya uko sawa Siwezi so, kusema fukuza huyu nini. Hapana, binadamu anakosea, lakini inabidi wewe mwenyewe sasa unatafakari, unapima hii hali imekuwa vipi.